Amani iwe nawe ndugu Joaquin, e, nina swali kidogo hapa. Ukisoma kitabu cha Isaya sura ya saba mstari wa 14, muumba kwa kinywa cha nabii Isaya alisema kwamba bikira atachukua mimba na atamzaa mtoto. Huyo mtoto ataitwa jina lake Emmanuel. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya kwanza mstari ule wa 21, muumba alimtuma malaika amwambie huyo bikira Mariamu kwamba atazaa mtoto naye atamwita jina lake Yesu. Sasa mimi hapa sielewi jina la kweli hapa ni lipi, ni Emanueli au ni Yesu? Maana muumba ametuma wajumbe wawili na wameleta majina mawili tofauti. Amani iwe nawe pia ndugu Irakiza Nelson Prosper. Eh, ukweli ni kwamba hapa waliotuandikia Biblia walituwekea majina ambayo sio yenyewe, kwa sababu ikiwa muumba wa mbingu na ardhi alitoa jina la Emmanuel kwa nabii Isaya, hili jina kwanza lilitakiwa liwe ni jina la kipekee, maana huyu mtoto naye ni wa pekee. Kwa hiyo lilitakiwa liwe jina la pekee. Sasa, Emmanuel siyo jina la pekee. Sasa angalia jinsi walivyotuchanganya hapa, kwenye agano jipi, kwenye agano lao jipya wameleta kwenye Mathayo 1:21 wanatuwekea jina Yesu. Sasa hawa wawili ni wajumbe na wamekuja na majina mawili tofauti, ina maana Emmanuel na Yesu hakuna jina la ukweli hapo, maana Yeremia sura ya 11 mstari wa 19 inatuambia kwamba Naam Asante eh, sana, ndugu Joaquin eh, kwa hiyo jina unayoyazungumza yanaeleweka kabisa na ni fact. Haiwezekani muumba awap, awatume wajumbe wawili hawa wajumbe wawili watuletee majina mawili tofauti na yenye maana tofauti kwa sababu mjumbe wa kwanza alikuwa ni Nabii Isaya. Isaya alipokuja alisema huyu bikira atachukua mimba na atazaa mtoto watamwita jina lake Immanuel. Sasa baadaye anatumwa malaika kwa huyu bikira, anamwambia kwamba bikira huyu, anamwambia Yusufu kwamba usimwache huyu bikira, maana mimba yake ni kwa uweza wa roho kwa hiyo atazaa mwana, mtamwita jina lake nam. Ndugu Irakiza Nelson, ni kwamba ni majina mawili tofauti na wajumbe wawili walioleta ujumbe kutoka kwa mwenye ujumbe ambaye ni mmoja ambaye ni muomba. Kwa hiyo ni wazi kabisa, jina Yesu ni la feki na jina Emmanuel pia ni la feki. Sasa tutafute jina la ukweli. Ukienda kwenye Yeremia sura ya 11 mstari wa 19 inasema kwamba walimuua ili jina lake lisikumbukwe. Hapo ndo tunakuja na swali sasa: kama walimuua mwokozi Masihi wa muumba ili jina lake lisikumbukwe, inakuwaje sasa baadaye wanatuletea jina Yesu? Ina maana waliomuua ni akina nani? Ni Warumi ndio walimuua, maana adhabu ya msalaba ni adhabu ya Warumi siyo adhabu ya Wayahudi kwa hiyo wali